Je, yeah, umeshaiota ndoto huko na mtu ambaye ni maarufu, uko na mwigizaji maarufu, uko na msanii, uko na president, uko na watu wakubwa, uko na futibola maarufu, uko na mtu mwenye influence ama uko na mtu yote ambaye ana jina kubwa. Sasa usipuuze. Maana ndoto hizi zina maana kubwa sana kwenye maisha yako, ina maana kubwa sana kwenye destiny yako, ina maana kubwa sana kwenye, kwenye lile ambalo unalifanya. Sasa siku ya leo nitakuonyesha maana kubwa tano za kuota uko na watu maarufu. Yani wewe kama umeshaota uko na president, uko na mchezaji, uko na mwanamuziki, uko na mtu yoyote ambaye ni popular, mtu yoyote ambaye ana influence, mtu yoyote ambaye anafahamika. Maana kuna watu mnaota mko mnaongea na watu maarufu, kuna wengine mnaota mko mnakula na watu maarufu, kuna wengine mnaota mko mnacheza na watu maarufu kuna wengine mnaota watu maarufu wako wanawasaidia, ama kuna wengine mnaota mmekaa sehemu za juu pamoja na watu hawa ambao ni maarufu. Unapoota huko na watu maarufu, maanake nini? Ni kitu gani unachotakiwa kufanya? Ndoto hizi zinamaanisha nini? Ndoto hizi basi zimebeba ujumbe gani kwenye maisha yako? Usizipuuze kabisa, maana wengi tunapuuza ndoto hizi na tumeangukia pabaya, na wengi tunapuuza ndoto hizi na jambo hili limetufanya tushindwa kufika kwenye zile baraka ambazo Mungu ametuwekea katikati ya maisha yetu. Sasa napokwenda kuambia maana ya kwanza kuota uko na watu maarufu, kama bado hauja subscribe chaneli yetu, basi unaweza uka subscribe ili kipindi napoleta mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza kuota na watu maarufu ni ile ndoto ambayo unaota uko na wasanii maarufu. Hii inamaanisha kwamba unakwenda kuwa maarufu na wewe, yawezekana ndani yako una kipawa cha uimbaji na wewe, yawezekana ndani yako una kipawa cha uigizaji na wewe una talenti ya uigizaji, una talenti ya uimbaji. Hii inamaanisha kwamba pale unapomwona huyu msanii, nawe ndipo utakapoenda kuwa pale pale, yaani the same level ambayo huyu msanii yupo. Nawe ndio the same level unapotakiwa kuwa. Unajiuliza kwa nini mtumishi ni wa Mungu mimi kiasi kunaota niko na wasanii wakubwa. Unaota kuwa na wasanii wakubwa ni kwa sababu kuna heshima kubwa ambayo mbele yako inakuja. Kuna utukufu mkubwa ambao unakuja mbele yako. Kama umaarufu wa msanii wao ambaye unamwona kwenye ndoto ni kwamba anafahamika kwenye mkoa wenu tu. Unajiona wewe utakuja kufahamika kwenye mkoa wenu peke yake. Au kama huyu msanii ambaye unajiona uko naye, unamota uko naye, ni msanii ambaye anafahamika Tanzania nzima. Basi na wewe ujue kwamba utakuja kufahamika Tanzania nzima. Ama kama huyu msanii ambaye unamwona ni msanii ambaye anafahamika Afrika Mashariki, inakuwa hivyo hivyo. Ujue na wewe utakuwa hujakuwa na umaarufu na umaarufu ule utakuwa ni wa Afrika Mashariki. Au kama mda mwingine unajiona uko na msanii ambaye ana umaarufu wa kidunia, ujue kabisa na wewe kwamba umaarufu wako utakuja kuwa ni wa dunia nzima. Yaani sasa ninapokwenda kuonyesha maana ya pili, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe. Na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa Ndoto ya pili ya kuota uko na watu maarufu ni ile ndoto ambayo unaota uko na viongozi maarufu wa siasa. Ndoto hii inamaanisha unaitwa kuongoza, unaitwa kushawishi ama unaitwa kuwa na sauti yenye mamlaka katikati ya jamii. Yaani, una ule uwezo wa kuambia watu kitu na wakafanya. Ukiona uta ndoto za namna hii, utajikuta kwamba hata kuambia watu inakuwa ni rahisi. Yaani kuongea na watu vitu wakakuelewa, inakuwa ni rahisi. Unapoambia watu kwamba tufanye kitu moja, mbili, tatu, nne, tano, wanakuwa wanakuelewa kwa urahisi zaidi. Unapoambia jamani, watu twende kulia, tusiende kushoto, wanakuwa wanakuelewa kwa urahisi zaidi. Au ndoto hii inamaanisha kwamba ndani yako umeitwa nayo kuwa kiongozi mkubwa. Mahala ambapo namuona yule kiongozi wa kisiasa ambaye umemwota uko naye, inamaanisha pale na wewe ndipo unapotakiwa kuwa. Inawezekana ndani yako una nyota ya uongozi, una roho ya uongozi. Wewe unatakiwa kuja kuwa mkuu wa mkoa unatakiwa kuja kuwa waziri, unatakiwa kuja kuwa mbunge. Una nguvu kubwa sana ya kusikilizwa na watu wewe ni mtu ambaye unaweza kuambia watu kitu na watu wote wakafuata. Wewe ni mtu ambaye unaweza kuambia watu kitu na watu wote wakafanya. Sauti yako iko na mamlaka isiyokuwa ya kawaida, yani sauti yako ina uzito katika jamii ambayo upo, yani wewe ni mtu ambaye unaweza kuhamasisha kitu na kitu kikatokea kweli. Sasa na vile unavyohamasisha ni katikati ya jamii yenu, sauti yako itakuja kuwa sauti nzito kati ya sauti ambazo zitakuwa zinasikilizwa sana kwenye hiyo jamii, basi sauti yako nawe itakuwa ni moja kati ya sauti hizo. Sasa ninapokwenda kuonyesha maana ya tatu ya kuota uko na watu maarufu, kama bado haujasubscribe channel yetu hii unaweza uka subscribe. Na kama bado hauja like video hii basi unaweza uka like. Sasa ndoto ya tatu ya kuota uko na watu maarufu ni ndoto ya kuota unakula na watu maarufu. Ndoto hizi zinaonyesha kushiriki baraka na huyo mtu maarufu ambaye unamota. Ndoto hizi zinaonyesha kuhamishiwa kwa kipawa, yani kile kipawa ambacho yuko nacho yule mtu na wewe utakuja kuwa nacho hicho hicho. Ndoto hizi pia huwa zinakuwa zinaonyesha ya kwamba wewe utakuja kukaa na watu maarufu yako, sio tu kwamba wewe utakuja kuwa maarufu, hapana, bali na wewe utazungukwa na watu maarufu. Watu maarufu atakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kuna cycle mpya ambayo unaingia kuna transformation mpya amba una ambayo unaingia. Kuna cycle mpya ya kuambatana na watu maarufu ambayo wewe unaingia siku ya leo, yani inakuwa inaonyesha kwamba utaondoka kwenye kampani ya watu wa kawaida na utaingia kwenye kampani ya watu maarufu. Ndoto hizi huwa zinamintroduce mtu kwa watu maarufu. Ndoto hizi mtu platform ya kujulikana kwamba wewe utakuja kufahamika, lakini kufahamika kwako utapitia watu wengine kwa ajili ya kufahamika, lakini katika jina lako kukua ni kwamba utapitia watu wengine ili kuweza kukua na kufika kule unakotakiwa kufika. Yani hautakuwa kwa nguvu zako peke yako, hautakuwa kwa akili zako peke yako, bali utakuwa kwa sababu utakuwa kuna watu ambao watakuwa wanakupush. Ni yani, mtakula pamoja na huyo msanii ama huyo mtu maarufu yale matunda ya kazi zake. Kile kipawa chake kitakulisha na wewe pia. Yaani hakitamlisha peke yake bali kitakulisha na wewe pia. Kupitia kile kipawa chake ama ile sanaa yake itakuintroduce kwa watu wapya, utajikuta naye kwamba umepata platform ama umepata jina kupitia kushikamana pamoja na yeye. Ndio hii unaona kwamba mtu anakuwa ni maarufu mtu mmoja, lakini kupitia huyo huyo mtu mmoja mpiga picha yake naye anakuja kuwa maarufu. Kupitia huyo huyo mtu mmoja, watu wake wa karibu na wenyewe anakuwa maarufu, kaka zake anakuwa maarufu, dada zake anakuwa maarufu. Kwa nini? Ni kwa sababu wenyewe na wenyewe huenda walishaota ndoto hizi, wanakula na watu maarufu. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya nne, kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninacholeta mafundisho mapya, huo wa kwanza kuyapata. Kama bado haujalaiki video hii na inakubariki, basi unaweza ukalaiki pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unapiga picha na mtu maarufu. Ndoto hii inaonyesha utambulisho mpya. Ndoto hii inaonyesha kujulikana. Ndoto hii inaonyesha kukua. Ndoto hii inaonyesha kutambulishwa, yani kuna kitu utakachokifanya, kitu hicho kitakuwa ni kidogo sana, ama kitu hicho kinaweza kaa kinaonekana ni cha kipumbavu mbele zako, lakini jambo hilo litakufanya wewe uweze kufahamika kwa ghafla. Kitu hicho kitakufanya wewe uweze kukua kwa ghafla. Haujawahi kuona kwamba mtu anafanya kitu cha kijinga, lakini kitu kile kinaenda viral? Inaweza ikawa sio kitu ambacho ni dhambi, inaweza ikawa sio kitu ambacho kimekosa maadili, lakini ghafla tu jambo hilo unajikuta kinamfanya mtu anaenda viral, yani mtu ana bump, anaenda viral ghafla unajiuliza kwamba jamani mbona mtu huyu anafanya kitu cha kawaida? Kuna mtu huyu anafanya vitu vya kawaida na anaenda; ni kwa sababu aliota ndoto hizi, anapiga picha na watu maarufu. Ndoto hizi huaga ni ishara kwamba mtu atafanya kitu cha kawaida na atajulikana kwa haraka. Inawezekana mtu huyu hana talent kubwa, inawezekana mtu huyu hana kipawa kikubwa. Mtu anafanya tu kitu cha kawaida tu, lakini anaenda, yani ndo anaenda hivyo. <laughs> Mtu anafanya kitu kisichokuwa na maana, lakini ndo anaenda hivyo. Watu wanampokea vivyo hivyo alivyo na anakuwa maarufu. Sasa, ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unasaidiwa na mtu maarufu, inamaanisha kwamba kwenye hiyo changamoto na tatizo ulilopo nalo na mtu maarufu atakayetokea na atakusaidia. Inawezekana unahitaji usafiri, usafiri kwako imekuwa ni changamoto, mtu maarufu ambaye ataguswa sehemu na atakuja kukusaidia. Na unaweza ukawa unajiuliza kwamba mimi mbona sifahamiki nitakutana vipi na huyo mtu maarufu? Itatengenezwa njia katika ulimwengu wa roho, litatokea jambo Unaweza tu kaa mko sehemu, napiga piga makelele, napiga piga makelele, yule mtu anapona akakusaidia. Inaweza kaa ni kupitia mtu mwingine akakutanisha wewe pamoja na huyo mtu maarufu, huwezi kujua ni njia gani itakayotokea. Au kuna mwingine wewe, inamaanisha msaada unaokwenda kupokea utakuwa ni msaada mkubwa, unapoota huko na watu maarufu, kwa sababu mtu maarufu aweza kupa shilingi elfu mbili, shilingi elfu tano, shilingi elfu kumi. Kama ni pesa, utasaidiwa pesa nyingi. Kama ni chakula, utasaidiwa chakula kingi. Kama ni mtaji, utasaidiwa mtaji mwingi. Kama ni sapoti, utapewa sapoti ambayo ni kubwa sana. Sasa kama umeota ndoto za namna hiyo ufanyaje? Basi jambo la kwanza utafanya utafungua katika kitabu cha Zaburi sabini na tano mstari wa sita na wa saba ambao inasema, kwa maana kuinuliwa hakutoki mashariki wala magharibi wala nyikani, bali Mungu ndiye mwamuzi, humshusha huyu na humuinua yule. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, tuseme hivi: Baba nasema asante kwa kuwa umeniinua. Baba nasema asante kwa kuwa umenifanikisha. Baba nasema asante kwa kuwa umenifanya kuwa mtu maarufu. Baba nasema asante kwa kuwa nyota yangu inakwenda kung'aa. Baba nasema asante kwa kuwa kibali changu kinakwenda kuongezeka. Baba nasema asante kwa kuwa unaenda kunikutanisha na watu wakubwa kwa mamlaka la jina la Yesu Kristo wa dhati hai. Mungu ninaomba ndoto hizi zikae sawa sana vile ambavyo nimeota. Jambo la pili la kufanya utafungua katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa pili inayosema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nami nitakubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Kwa hiyo utaingia tu kwenye maombi utasema, Mungu anasema asante kwa kuwa unakwenda kulikuza jina langu. Mungu anasema asante kwa kuwa utanibariki mimi ili mimi niweze kubariki wengine. Mungu anasema asante kwa kuwa utanibariki mimi ili niweze kubariki familia yangu. Mungu nasema asante kwa kuwa utanibariki mimi ili niweze kubariki wazazi wangu. Utakapoomba maombi hayo na kusimamia vifungu hivyo viwili, huwa na uhakika ya kwamba utakuwa umesementi ushindi wako, utakuwa umeongeza chansi kubwa za wewe kusaidika. Na pia kama uko na ndoto na unataka ujue tafsiri yake, basi unaweza ukaandika kwenye comment section mahali pale, na nitakujibu mara moja. Na kama uko unahitaji mawasiliano yangu private, unaweza ukachukua namba zangu za simu ambazo zinaonekana kwenye upande wako wa kulia wa chini wa screen. Nitafute mahali pale, nipigie moja kwa moja, tutaongea na utasaidika. Na pia unaweza kaingia kwenye chaneli yetu hii. Nimetoa mafundisho mengi sana ya tafsiri za ndoto. Ingia mahali pale, nenda kajifunze na utabarikiwa zaidi. Na kama umebarikiwa na video hii na tumefika mwishoni bado haujasubscribe, basi unaweza ka-subscribe ili kila tunapoleta mafundisho mapya, uwe na wa kwanza kuyapata. Na kama bado hauja-like video hii, basi unaweza ka like pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom.